Mtazamaji wa rais habari, kumbuka, bado tunaendelea na habari za kitaifa. Kampeni ya uchangiaji damu salama kutoka kwa wanavyuo wa vyuo vya kati na vyuo vya juu nchini imeanza kuonyesha mafanikio baada ya kufikia zaidi ya nusu ya malengo, ikiwa ni siku ya nne ya kampeni hiyo, ambapo zaidi ya chupa 260 zikiwa tayari zimekusanywa mpaka sasa, huku lengo likiwa ni kukusanya chupa zaidi ya 500. Hayo yameelezwa na mratibu mkuu wa zoezi hilo kwa kanda ya Mashariki Bwana Joel Temba akiwa katika mwendelezo wa kampeni hiyo iliyofanyika katika Chuo cha Uhasibu TIA kilichopo Kurasini, Manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam, huku akiendelea kutoa wito kwa wanajamii na wanavyuo kuzidi kujitokeza kuelekea kilele cha kampeni hizo zinazodhaminiwa na kampuni ya mawasiliano ya Halotel ambapo kilele chake kinatarajiwa kuwa tarehe 16 mwezi wa nne mwaka huu katika chuo cha DMI kilichopo posta jijini Dar es Salaam. Kampeni hii ilianza tarehe kumi lakini itatamatika tarehe kumi na sita, ambayo ni Jumatano, na tatamatisha katika chuo cha, cha, cha DMI pale posta jijini Dar es Salaam. Na niseme tu kwamba huu ni mwendelezo, ni mwendelezo wa kampeni hii ya uhamasishaji vijana vio mkoa wa Dar es Salaam tukiwa na lengo la kukusanya takribani chupa mia tano za damu kwenda kuinua akina mama wajawazito ambao wako vitandani hivi sasa wakihitaji kuinuka ili waweze kuendelea na, na, na safari yao ya maisha kujenga taifa. Hamasa uh, inaenda vizuri uh, tunafurahi. Leo tupo katika chuo cha, cha, cha, cha uhasibu TIA hapa Kurasini, na mwamko wa vijana kuchangia damu unaenda vizuri kama unavyoona, vijana mabinti wamejitokeza kwa wingi kuchangia damu, na hii yote ni kufahamu juhudi kubwa ambazo zinafanywa na, na, na, na, na, na, na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha ya kwamba jamii hususani vijana wanafikiwa na elimu ya uchangiaji wa damu nchini. Kaulimbio yetu ni usalama wa mama na mtoto ni jukumu letu sote, changia damu okoa maisha. na, na kama nilivyokwisha kusema kwamba tegemeo letu ni kupata chupa zaidi ya mia tano za damu aa, lakini mpaka sasa tunazo tuna wastani wa, wa, wa makusanyo ya damu zaidi ya chupa mia mbili na sabini. Kwa hiyo eh, tunaenda vizuri tunaenda vizuri na niseme tu kwamba tutafikia malengo. Kwa upande wao wachangiaji, wanafunzi, wakufunzi na wanajamii waliojitokeza wamesema kuwa zoezi hilo lenye manufaa kwa jamii nzima, huku wakisisitiza kuwa hakuna madhila yoyote ya kiafya ambayo mtu anaweza kuyapata hata kama ni mchangiaji kwa mara ya kwanza. Nikihesabu ni zaidi ni ya mara saba, mi sijawe kupata madhara yote, niko comfortable. Ah tu, lakini ni moja ya kuwasaidia wengine damu sio kwa mjamzito wala sio kwa sababu ya watu wanapata ajali, hata kwa watu wenye kansa, hata watu wenye sukari sometimes wanakuwa wanapungukiwa hata damu na kinga, lakini damu pia inawasaidia watu wengi kuokoa maisha, hata kwa mama mjawazito, tumebezi kwa watu watu wa mama mjawazito na watu wanapata ajali, lakini hata kwa watu hasa watu wa kansa, damu inahitajika mara zote, sababu kinga sa yani damu mara nyingi zinakuwa inaisha kwa jinsi mtu unavyotembea sehemu mbalimbali kujisi ya kuokoa tu, utajua kwa nini tunachangia damu, lakini zaidi elimu itolewe, na pia watu wajifunze, ni sehemu mojawapo ya kutoa sadaka kama tunapotoa sadaka vya mbali. Mavaze, ya vyakula sehemu mbalimbali mavazi, hata kutoa damu pia ni sehemu ya kusaidia mtu mwingine. Mwanafunzi wa chuo cha TIA na ni mwanafunzi mmojawapo katika klasi la BIPSAF, ambayo ni public sector account and finance, and finance um, nimsiara um, hii ni mara yangu ya kwanza kuchangia. Mwanzo nilikuwa uh, naogopa anaogopa anaofia, lakini mpaka nao najisikia vizuri na nitaendelea kuchangia kadri ya uwezo wangu. Nimependa tu kuchangia watu kwa sababu mbalimbali wanakuwa na upungufu wa damu, kwa hiyo wazazi wengine wanapoteza damu kuwa nimeamua kuweza kuwachangia wanawake wenzangu ambao wako katika hali ya uzazi, wengine ambao wana upungufu wa damu kwao, nimeamua tu kuweza kuchangia wenzangu kwa... ya kilicho nisukuma mimi siku ya leo kuchangia damu, cha kwanza ni kama yani, ni kama shukurani tunayoirudishia jamii, umeona. Alafu wito kwa jamii kwamba kila mtu na kila binadamu anahitajika kuja kuchangia damu ili kuokoa kuokoa ndugu zetu walioko huko mahospitali kama wamama wa, wajawazito na watu mbalimbali waliopata ajali. Ya wito wangu kwamba, yani ukishahitaji kuja kuchangia damu, kwanza kwanza unatakiwa uwe na, na afya nzuri, usiwe na magonjwa kama kama sickle cell na mengineyo, alafu pia unahitajika kwenda hospitali na kuweza kuchangia damu ili kuokoa ma maisha ya binadamu wengine nyuma yangu ni chuo cha TIA kikifahamika kama chuo cha uhasibu ambapo kinapatikana katika manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo leo kampeni ya uchangiaji damu katika kanda ya Mashariki inayoendeshwa chini ya Halotel kwa kushirikiana na Wizara ya Afya kitengo cha damu salama walikuwa katika chuo hichi kuhakikisha wanafunzi wa eneo hili wanajitokeza kwa wingi kuchangia damu ili kuokoa maisha ya mama na mtoto walioko hospitalini, bila kusahau wagonjwa wa saratani pamoja na wale wanaofanyiwa upasuaji mkubwa katika hospitali mbalimbali nchini. Nikiripoti kutoka katika chuo hichi cha uhasibu kilichopo katika manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam, mimi ni Samson Kesi araisi habari.